Kaunti ya Busia inatajwa kuwa mojawapo ya kaunti zinazoshuhudia visa vingi vya dhulma za kijinsia huku visa vya unajisi vinayotekelezwa na, wa na wakongwe vikishuhudiwa zaidi hasa ni ubunge la Teso Kaskazini. Jaji wa mahakama kuu ya Busia William Musyoka amesema kuwa mahakama ya Busia na zileza Malaba na Budalangi zinapokea kesi nyingi za dhuluma za kijinsia japo nyingi zinahusiana na unajisi, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Robert Malala. Ni hali ambayo imeibuka wakati wa mkutano wa kutoa maoni yatakayowezesha serikali kubuni sera ambazo zitasaidia kukabili dhuluma za kijinsia nchini, mkutano ambao umewaleta pamoja washikadau mbalimbali, wakiwemo maafisa kutoka kwa serikali ya kaunti mashirika ya kijamii, vijana na viongozi wa kidini. Akiongea muda mfupi tu baada ya mkutano huo, mwenyekiti wa baadhi ya jopo maalum zinazoendeleza mchakato huo kote nchini, Bilina Chebi Kilimo, ameelezea kusikitika kwa licha ya swala la dhuluma za kijinsia kuwa changamoto katika kaunti ya Busia, kesi za unajisi zinazidi kuongezeka. So today we are having a public participation.

akithibitisha hayo e, jaji wa mahakama kuu ya Busia William Musioka amesema kwa mahakama kuu ya Busia na zile za Malaba na Budalangi zinapokea kesi nyingi za dhuluma za kijinsia e, japo nyingi zinahusiana na unajisi. Jaji Musioka aidha amefichua kwenye ubunge la Teso Kaskazini linaongoza kwa kesi za unajisi zinayosababisha na wakongwe mbali na kuhofia hulka wenyeji kuharibu ushahidi, kusababisha kesi hizo kutupiliwa mbali the

Uh, mbali na swala la unajisi na ubakaji, wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wakiwemo Stacey Anyango wa Youth Alliance for Change, mshirikisho wa End Femicide Kenya tawi la Busia, Sara Akinyi wakielezea kuofia ongezeko la mauaji ya wanawake nchini huku wakipendekeza swala hilo kutajwa kwa majanga la kitaifa.

Issue. Kwa upande wake mwenyekiti wa muungano wa mashirika ya kijamii kaunti ya Busia Bimeri Makoha ametoa changamoto kwa serikali ya kitaifa kuhakikisha kuwa mapendekezo yanayowasilishwa na wananchi kwenye ripoti hiyo yanachukuliwa kwa uzito na serikali kubuni suluhu la kudumu. Yote inaongea juu, tuna guidelines, kuna policies, lakini unapata ya kwamba ni kuongea tu, ni kuongea tu. Hata hili kongamano tumekuwa nalo hapa baada ya kutembelea kaunti zote, kitu gani kitafanyika ama pia tu ni kupoteza pesa ya walipa ushuru? Baada ya hapa ni kitu gani kitafanyika? Robert Malala, Nyota TV, kaunti ya Busia. Shukran Robert Malala kwa taarifa.